Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, mmoja kati ya moja vitu ambavyo vimefanya vizuri au vimezungumziwa sana huko mtandaoni ni kitendo cha Diamond Platnumz kuonekana akiwa amelink up na mwanamama mwana, au mwanadada binti huyu anafahamika kwa jina la Mama Amina. Huyu Mama Amina bwana, ni mmoja kati ya wasanii wa singeli chipukizi ambaye amepata umaarufu hivi karibuni. Na sababu kubwa sana ya Mama Amina kupata umaarufu bwana, ni kwamba ameonekana akiwa anaimba mziki huo wa singeli in a way ambayo haijawahi kufanyika hapo zamani. Na sababu kubwa ni kwamba huyu Mama Amina anaonekana kama vile ana matatizo kidogo ya kuzungumza, yani sio mtu ambaye ana uwezo ana uwezo wa kuongea vizuri, hivyo basi maneno yake huaga yatoki vizuri. Lakini pamoja na changamoto hizo, ni kwamba amekutana na baadhi ya vijana ambao wameonekana wakiwa wamemwongoza katika njia sahihi na kuamua kurekodi naye ngoma ambayo inaitwa Tia Mguu na actually ngoma hiyo imemfanya mama Amina aende viral na hiyo ngoma bwana imepokelewa kwa mikono miwili na Watanzania kama unavyojua bwana wa Bongo akishaamua lao bwana ni moja kwa moja kwa hiyo wameamua wampatie umaarufu mama Amina na moja kwa moja bwana mama Amina amekuwa ni moja kati ya wa wasanii wapya chipukizi wa singeli ambao wanafanya vizuri sana hapa Tanzania <mukulia> Sasa kitu ambacho kimetokea bwana ni kwamba Mama Amina hivi karibuni bwana katika moja kati ya kampeni, maana ameshaanza kupata show za kampeni Mama Amina. Basi moja kwa moja, katika moja kati ya show ambazo Mama Amina ameonekana akiwa anafanya huko jukwaani, alipata fursa hiyo akiwa yuko sambamba na Diamond Platnumz jukwaani katika kampeni hiyo. Diamond naye pia alikuwa ni miongoni mwa wasanii ambao walikuwepo pale kwa ajili ya kutoa show. Kwa hivyo basi, wakati alivyoshuka, alivyoshuka tu, alivyoshuka on stage Yeah, alivyoshuka kwenye jukwaa Diamond Platinum's backstage akakutana na Mama Amina na ni moja kati ya video ambayo ilienda viral kweli kweli, baada ya kuonekana Diamond akiwa yuko na Mama Amina wakiwa wanapiga picha na kuzungumza mawili matatu na vitu vingine kama hivyo. Sasa ukiwa kama ni mfuatiliaji mzuri wa mitandao ya kijamii basi, utakuwa unafahamu kwamba mama Amina bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimempa yeye umaarufu ukiachana na mambo ya ucheshi, vituko, pamoja na the way ambavyo anavyozungumza au kipaji ambacho yuko nacho cha kuimba singeli, vile vile bwana, kuna kauli ambazo huaga sio nzuri, huyu mama Amina huaga anazitoa mara kwa mara. Kwa hiyo bwana, hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vimechochea umaarufu wa mama Amina. At end of the day, ni kwamba kuna watu sasa hivi kutokana na level ambayo mama Amina ameifikia watu wametoa ushauri kupitia mitandao ya kijamii kwamba kwa watu wa karibu wa mama Amina, wajitahidi sana kum, kumfundisha adabu mama Amina awe anajua kuzungumza na watu, maana wadau wanasema kwamba huyu mama Amina huaga na wakauli chafu za matusi sometimes, lakini katika interview ambazo amezifanya hatujamuona akitukana, akiwa jukwaani na performer hatujamuona akitukana, lakini katika baadhi ya video ambazo huaga zinapostiwaga huko TikTok, ndipo ambapo mama Amina anaonekana akiwa anatoa kauli hizo za matusi. Sasa basi, wadau mbalimbali bwana, wametoa maoni yao kupitia mitandao ya kijamii wakiwa wanadai kwamba ni jambo la heri e, Mama Amina akafundishwa adabu jinsi ya kuzungumza na watu, ili asija akaja siku moja akalopoka matusi sehemu ambazo anazokwenda. Maana sasa hivi level na status ya Mama Amina inazidi kukua, kwa hivyo basi ni jambo la busara Mama Amina kufundishwa jinsi ya kuzungumza na watu vizuri na kuto kutoa kauli chafu. Lakini pia vile vile kuna wengine wanadai kwamba hata siku ile ni kwamba Diamond mwenyewe pia angejichanganya tu kukataa kupiga picha na Mama Amina, basi moja kwa moja Mama Amina angeisha mpa makarama moja kwa moja angempa madongo eh. Kwa hiyo Diamond ametisha kweli kweli kwa kufanya maamuzi ya busara ya kukubali kupiga picha na Mama Amina. So hebu msikilize huyu mdau hapa. Diamond angejifanya kukataa tu kupiga picha na Mama Amina. Angekula tu si hiyo. Bana pale yeye kashamwambia zuzalau, zuzalau. Diamond, asa unaweza kumwambia Diamond zuzalau. Mama Amina anafi mtu. Eh, Mama Amina afagilie blandi. Bona hizo angempa mtu sigara? Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo eh, kwa mujibu wa wadau huko mtandaoni. Wamekuwa wakiweka maoni yao kwamba iwapo kama eh, Diamond mwenyewe pia siku ile angekataa tu kupiga picha na Mama Amina moja kwa moja, bwana, Mama Amina wala asingemkawiza, angeishampa madongo lakini sio huyo tu peke yake, vilevile hapa bwana kuna Yeah, so hapa kuna mdao mwingine naye pia amekuja kuzungumza the same thing kuhusiana na hiyo hiyo issue ya Mama Amina kwamba e, ni vyema watu wa karibu wajitahidi kumwelekeza katika masuala ya jinsi ya kuzungumza na watu kwa heshima na taadhima. So hebu msikilize hapa bidada huyu naye naye pia amekuja kuzungumzia the same thing kumuhusu Mama Amina na tabia ambazo amekuwa nazo au zimekuwa zikionekana huko TikTok za kutoa kauli chafu adabu. Nye viongozi ambao Mama Amina mfundishe adabu. Nye viongozi ambao na msamia Mama Amina. Mfundishe adabu Mama Amina. Ajwe kwanza kusalimia. Atakunye kutana na mtu wa mkazi kibati, mwone kama wewe msanii na jishaua, ama anavimba vimba, ama nini kumbe, amechukizwa chukizwa na tabia za Mama Amina. Mama Amina hajui kusalimia. Mfano pale lipokuwa na mkimbia Diamond. Diamond! Diamond! Diamond! Diamond hata kusema shikamo Diamond, hakuna eti mambo vipi ha? eti safi, na kuwaje, na na na na na na na na safi na kuwaje, kwa sababu mtoto hajui kusalimia hata shikamo. Anye viongozi mnachekelea tu ha, sawa mama Amina na tatizo sawa, tujakataa kama mnavodai na tatizo ni kweli, yeye ndo mnaojua, lakini hata kumfundisha adabu mmeshindwa, mnafurahia tu sa, anapokuwa na, mna mna anatukana Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo na hayo ni maoni ya baadhi ya wadau huko mitandaoni kufuatia kile ambacho kimetokea pale eh, baada ya Mama Amina kukutana na Diamond Platinumz. So ukiwa kama mdau na wewe pia, hebu tuwekee maoni yako bwana, katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, na pia vilevile hakikisha vile tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.